Okay, karibu sana katika hii video. Kwenye hii video nitakwenda kuelekeza jinsi inavyofanya kazi Stopesa na jinsi ya kujisajili na Stopesa. Sasa, kwenye hii video kwenye sehemu ya comment hapo, kwenye sehemu ya comment utakuta linki ya kujisajili hapo. Kama utakuwa nataka kujisajili basi twenda kujisajili kwenye sehemu ya comment. Ila kama umeingia katika hii video kwa lengo la kuweza kuifahamu vizuri Stopesa basi nitakwenda kuelewesha vizuri kabisa. Kwa hapo nitakwenda kuweka username pamoja na password. Hivi vitu ni lazima uwe na account ndipo uweke hapo username pamoja na password. Kwa nitakwenda kusaini. Yes, account yangu ndiyo hapo ya Store Pesa ambayo nimeifungua kwa mtaji wa shilingi elfu kumi na tatu mia tano tu na faida alilotengeneza ni shilingi laki tisa na elfu hamsini na mia tano kwenye net profit na kwenye hapo Yes, na announcement yapo hiyo. Ni announcement ya leo, tangazo la leo hilo. Yes, na kwenye sehemu nyingi tu za kuingiza pesa, store pesa ina option nyingi sana za kuingiza pesa. Ina option za YouTube, Instagram, kwenye TikTok, pengele ni vingi sana na kwenye store pesa, pesa zote zinatoka. Kianzia cha kutoa hela ni shilingi elfu kumi tu. Ukiona elfu kumi basi utakuwa na uwezo wa kutoa pesa na stopesa na ili swali ambalo huwa naulizwaga sana stopesa, utatengeneza vipi pesa? Stopesa imeingia ubia na na kampuni na platform za TikTok, Instagram, YouTube. Kazi, kwa kwa hiyo inatafuta wafanyakazi wa kuweza kuajiri ili kuwatangazia ya matangazo yao. Kwa hiyo we utalipwa kwa aina mtindo huo, na menu ya stopesa ina option nyingi, ukianza kama hii na ina Facebook Facebook ads. Kwa hapo ndo kama nilivyosema imeingia ubia, kwa hiyo natafuta wafanyakazi wa kuweza kuwatangazia ya matangazo yao. E, kazi yako itakuwa ni kuweza kuview na kulipwa na wanalipwa, utalipwa kwa sekunde ambazo umeziangalia, kama hiyo Instagram kwenye hii TikTok, TikTok waga analipa vizuri kwenye TikTok na kila siku hizo utakuta video pia. Sto pesa wanatoa mikopo. Store pesa mikopo ipo inapatikana na Store pesa. Kama utakuwa unahitaji mikopo, basi karibu sana Store pesa. Watu wa vikoba pia wanakaribishwa sana Store pesa. Nimesajiliwa kisheria kabisa na amna janja janja zozote zile. Sasa hapa kama utakuwa unahitaji kujisajili, sasa kama utakuwa unahitaji kujisajili kwenye hii video kwenye sehemu ya comment hapo, kama ulivyokuelewesha, kwenye utakuta linki hiyo hapo. Ukishabonyeza itakupeleka kwenye sehemu ya kujisajili. Pia namba zangu za kuwasiliana zinapita hapo chini muda wote, kwa hiyo utanicheki WhatsApp. Kwa hiyo ukishaibonyeza hiyo linki ya kujisajili itakupeleka kwenye ukurasa huu hapo, kwa hiyo utachofanya ni kuweza kujaza taarifa kwa usahihi kabisa. Kwenye email utaweka email hapo. Kwenye namba utaanza na sifuri pale, utaanzia sifuri pale. Kwenye card name, utaweka majina uliosajilia line majina uliosajilia line mawili au matatu, vyote sawa. Kwenye username utaandika nickname, yaani jina tu, utaandika jina ambalo unatumia pia utachanganya na namba ili iweze kukubali au unaweza ukaandika tu jina. Ukiona limekataa basi uta utaongezea namba mbele. Kwa hiyo mimi nafuta hapo. Kwenye password, hakikisha password na confirm password vina vinawiana ni vinafanana. Kwa hiyo ukishahakikisha hivyo taarifa zako kama hivyo, utashuka chini, hapo chini kabisa kuna hiyo sign up ukigusa kama utakuwa umefanikiwa kujaza taarifa vizuri utaingia kwenye ukurasa sasa wa malipo wa kufanikisha kupata akaunti yako. Sasa hata mimi pia nililipia nikapewa hii akaunti, na watu wote tulilipia pia. Store pesa ina inakupa fursa ya kuweza kutangaza bidhaa zako, kama mtu wa bidhaa. Pia utaweza kuja hapa, una shia yako hapa ya kuweza kutangaza bidhaa zako. Kwa hiyo store pesa ina option nyingi sana. Kama wewe ni mjasiriamali mali mfanya biashara, na karibisho sana hapa store pesa, utatengeneza pesa kwa njia nyingi sana, kwa njia nyingi. Kama utakuwa ujanielewa hapo au una swali lolote, njoo WhatsApp. Unahitaji kuungana na group, karibu sana WhatsApp.